saba. Na mimi nina shukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo amenipatia, pia amenipatia sisi sote mpaka kufika siku ya leo; baraka maisha haya ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na wapo wengine labda wakitamani kuiona siku ya leo, lakini basi kwa penzi la Mungu hawakufanikiwa hivyo. Lakini pia inawezekana wapo wengine watu tuliopanga nao mkutano wa kumi na sita, lakini leo hapana sisi tumepata neema hii, kwa kweli ni kushukuru sana. Utaratibu wa kukutana na kupanga kwa pamoja kuwaza, lakini pia ndio ambayo inatupelekea kwenda kutekeleza kwa pamoja, ni jambo zuri kwa sababu tunaweka ownership ya mambo yetu kwetu sisi sote, na isije kuonekana ni jambo la mtu mmoja. Kwa jambo hili kwa kweli linaleta faraja, kwa sababu linaleta mshikamano mmoja na ushirikiano wa kutosha, watu wanapokaa kusikilizana na nami imekuwa dira kubwa sana eh, ya kuonyesha namna mambo yanavyotakiwa kupangwa, lakini pia namna ya kuendelea ili kuhakikisha tunafikia malengo mahususi ambalo tumejipangia. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limekuwa likifanya mambo makubwa na mazuri na mchango wake kwenye jamii yetu ni mkubwa sana, lakini hata kwenye ustawi wa taifa hili kanisa kaisa netii mchango wake bado Mwahili, na sema, na mwahili, na na mimi mimi pia pia nimesema, tumeendelea sababu niamini mzao wa mara kadhaa ndio uhalisia ya kwamba hatujaenda tu kushirika na mambo ya rohoni, lakini pia tumekwenda kushirika hata mambo ya mwilini ambayo yamekwenda kugusa maisha ya mmoja mmoja ndani ya jamii yetu. Kwa hiyo hata katika wa jamii ustawi, kusaidia watu wenye mahitaji jamii ile bado kabisa imeendelea kuwa kimbilio la watu walio wengi sana kupata unafuna uwende, lakini pia kupata matumaini katikati ya maisha yao. Ni hili kanisa kt imeendelea kuwa chanjo katika kuendelea kuandishi jamii yetu, kwa kuna wake inaendelea kusta serikali yetu ya awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutambua mchango kubwa, ni komitmenti yetu ya kwamba tutaendelea kwa yangu kwa wilaya ya Moshi, milango yangu inaendelea kwa wazi wakati wote, kwa jambo wanu calie ambalo tutahitaji kushirikisha na wakati mwingine sine shikili hata mshirikisa ngieteihi kwamba tunaendelea kuta ushirikiano kuwepo lakini pia tunaendelea kuta ushirikiano wa jamii yetu yote ivyo wilaya yetu ya Moshi. Mwisho kabisa, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, tumebakia na kama siku kumi na moja, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao sote tunafahamu tunakwenda kuchagua rais, tunakwenda kuchagua wabunge

wa kutosha. Kipindi hiki tunaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa sababu taifa letu hili isipokuwa na amani, usipokuwa na utulivu na usalama wa kutosha, mambo hayatakwenda sawa. Tuendelee sana na kuomba, ili tuweze kupita salama kwenye uchaguzi na baada ya hapo tuweze kuendelea kujenga Tanzania yetu.